Serikali ya Uganda imesema kuwa inawekeza katika teknolojia mbalimbali za kubana matumizi ya mitandao ya kijamii kwa lengo la kuhakikisha kuwa haitumiwi kusambaza taarifa na ujumbe wa uchochezi na pia matusi dhidi ya watu mbalimbali. Waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano wa nchi hiyo ameelezea kuhusu mpango huo, akiongeza kuwa hawatapiga marufuku mtandao wa TikTok kama alivyopendekeza mufti wa Uganda. Hata hivyo, hakutoa tamko kuhusu mienendo ya mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye husambaza ujumbe kwenye ukurasa wake wa X, akisababisha ghadhabu ndani na pia nje ya nchi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii. Serikali ya Uganda ilianza kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii miaka kumi iliyopita, lakini hatua ya kupiga marufuku Facebook miaka mitano iliyopita kilikuwa kilele cha mikakati ya kusudio lake. Waziri wa TEHAMA, habari na mwongozo wa kitaifa Chris Baryomunsi amebainisha kwamba wanaendelea kuwekeza katika teknolojia zitakazohakikisha udhibiti wa matumizi ya mitandao ya kijamii, kufuatia malalamiko kutoka kwa watu mbalimbali kwamba inatumiwa kueneza chuki na uchochezi jambo ambalo linahatarisha umoja na usalama wa nchi. Hatutaufungia mtandao wa kijamii wa TikTok kama ilivyopendekezwa na viongozi fulani hivi karibuni, ila tunawekeza katika njia za kiteknolojia kuchuja taarifa ambazo tunadhani zinalenga kusababisha chuki na uhasama. Kwa hiyo lengo ni kudhibiti matumizi yake, What can get into the public. Hata hivyo wanaharakati wa haki za binadamu wanataja hatua zozote za kubana matumizi ya mitandao ya kijamii kuwa hali ya kukiuka haki za watu kuwasiliana na kujieleza. Wanamtazamo kuwa utawala unataka kutumia hila hiyo kufichia umma vitendo vyake vya kikatili kama ilivyodhihirika hivi majuzi katika uchaguzi mdogo, ambapo waandishi habari na watu wengine walishambuliwa waziwazi na askari wa vyombo vya usalama katika kile wanachokitaja kuwa jaribio la kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo kupendelea mgombea wa chama tawala cha NRM. Hofu na mashaka ni kwamba kufuatia tamko la waziri ina maana kuwa Hali itakuwa mbaya zaidi kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii kuelekea uchaguzi mkuu wa 2026 ishirini. Hivi karibuni watu kadhaa waliodaiwa kutumia mitandao hiyo vibaya wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka na hata wengine hawajulikani waliko. Mwaka 2021 mtandao wa Facebook ulipigwa marufuku. Hadi sasa ungali hauruhusiwi rasmi, ila watu hufikia kupitia mfumo wa kukwepa malipo wa VPN. Waziri ameelezea kwa nini hadi sasa Facebook haijaruhusiwa tena. The challenge with the Facebook was... Changamoto tuliyokuwa nayo na Facebook ni kwamba ilidhihirisha kupendelea upande mmoja kulingana na jinsi ilivyokuwa ikiruhusu matumizi yake. Jambo la kushangaza ni kwamba wizara na mashirika ya serikali yameendelea kutumia Facebook kuwasilisha taarifa zao, ikishangaza ni hadhira gani wanalenga kuwasiliana nayo. Wakati huo huo, mwendelezo wa mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni kusambaza taarifa zinazosababisha kero na ghadhabu ndani na nje ya nchi haukosolewi na utawala na waziri amekwepa kutoa tamko kuhusu swala hilo alipoulizwa na wanahabari. Lebege Emanuel, DW, Kampala.